2024-2025. Ah, alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa hongera zako. Mara tano mfululizo. Unajisi una, una, una, una yeah. una mwenye bahati kwa Young Africans kati ya moja. Yeah. nafikiri na, kwa zakowenye bai kwa viongozi wote kuanzia kwa, kwa rais wetu Engineer Harris Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji <laughs> Ali. <gülis> <gülis> nilikwambia eh. <gülis> Kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu, unakumbuka? Mara mwisho nilikwambia Yanga ana kazi mbili tu msimu huu, kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba namaliza msimu akiwa metimia timia kaondoka na nini msimu huu? <laughs> <Matumu>. kaondoka <laughs> na la game <wang. laughs> e. <laughs> <laughs> mm. ah. ya leo usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida au shehe, kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo, alafu kuna profesa wa mpira Pacome Zouzoua, yeye kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo hapa. waamuzi vipi? Amechezesha ah, vizuri sana, amechezesha vizuri sana na mm -hmm. Tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri. Hmm. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti. Hmm. na sio kwa ubaya. Kitu cha tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Hmm. Yaani kila mpira ulipokuwepo huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni yadi kumi hivi, yupo tukio analiona kwa karibu. Rais, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu kwa hiyo. Hmm, sijui kama taratibu rasmi watasema Simba aa, sio sisi Yanga. Simba watasema. Kama na mwakani wanataka aje mzungu e. e. mm. ya hey, ya ah. kuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa kwenye mahesabu, tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Tulianza mechi kwenye tempo ya chini, tukiwashusha, ambao walikuwa wanatafuta matokeo, na tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili, kwa sababu tuliongeza gia na ni makosa yale yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya. Tumeyafanya ile kwa wadhibu nao makosa yale yale yeah, ya kuto kuiheshimu Yanga budo, walivozidi ya kwenda mbele, wakaona kama wametumudu e, wakaanza kutawanyika kama kuku waliekata kichwa, sio? tukaanza kutumia zile nafasi magodo, ukiangalia ni matokeo ya mpira wa counter, na sisi tuna quality eh, Pacome mzize, tumeweza kuwahukumu, koyo, kiti. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na style tofauti kuja kwenye game. Kimya. Ni ni utoto na ushamba waliofanya, yaani nirudie kwa herufi kubwa walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngojeni niwape tathmini hapa, msije mkasema tumeongea mm. bila tathmini. Lengo lao kubwa, na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa mm. mapato, si ndio? Nataka niwaonyeshe aa, ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo, ngoja simu ifanye kazi, na siji ni nyingi faino hii hapo, si ndio? wewe utawasomea wenzako watu wangapi wangapi, shilingi ngapi? milioni ngapi? Milioni 443. maana yake yanga tumepata hela tafsiri ya kwamba yanga umekosa mapato haina ukweli yanga tumepata hela e. si ndio manake e. na hawa ni idadi ya watu waliokata sio watu walioingia idadi ya watu waliokata tiketi sasa watu hawa wako wapi ndio swala la msingi inabidi mjiulize nanyie tiketi zimekatwa elfu hamsini na moja na watu walioingia humu ndani ni wachache watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani, ambao kwa utoto na ushamba ambao wamehufanya Simba, mashabiki hawa wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba asante asante, tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato. Utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? ni kufanya media, kutokufanya media tour, kutokuposti frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja. Tafanya hivyo lakini kususia press conference, kususia uh, kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo huu, ni utoto na ushamba ambao, sikia nimaliza, ndugu yangu, ambao umewaathiri leo mashabiki wa thamani, ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua wana tiketi wanazo, na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano watu wamekuwa na sintofahamu. Kwa mimi, kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo Mano na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba. Hao wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa, ila kama Simba watangoka kini hawaombi msamaha, sio jambo jipya kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki. Washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa. Kwa hiyo sisi leo tumepata hiyo hela lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao walikata tiketi wameshindwa kuja kwenye mchezo leo. Ali, msimu huu ulikuwa mgumu sana sana, ulikuwa msimu mzito, ulikuwa msimu wa mapambano kwelikweli, yalifanywa mengi kuhakikisha Yanga anashindwa kutetea ubingwa lakini Mwenyezi Mungu mkubwa ule, na sisi tulifanya zaidi ya pale tuweze kutetea ubingwa, hizi pointi ambazo amefikisha Simba msimu.